Ipo miradi mikubwa ya maji. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, ninakuomba mimi pamoja na wanahanang wote, watendaji wako wanafanya kazi vizuri, lakini hakuna kazi inayokuwa bora bila kuwa na mi-muundo mbinu muhimu, muundo mbinu wa rasilimali fedha. Tunaiomba sasa wizara, kazi kubwa ya mradi wa maji mogitu gehandu ambayo iko katika awamu ya tatu, tunakuomba kaka yangu naona fahamu, mimi ni mdogo wako, umenilea unanijua vizuri. Ninakuomba sana mradi wa maji wa Mogitu Gehandu fedha iweze kutolewa ili watumishi hawa wa chini waweze kukamilisha mradi ule na uweze kutoa matokeo kwa kata nyingi pamoja na vijiji vingi vya wilaya Hanang. <laughs> Ndugu mgeni rasmi, kazi kubwa imefanyika chini yako na chini ya Mheshimiwa Jumaa Aweso waziri na mmekuja hapa Hanang mara nyingi, ninakuomba tena, chonde chonde, ili tuweze kupata matokeo chanya kwa ile kazi kubwa ambayo imefanyika ya Mheshimiwa Rais kuleta fedha hapa. Tunaomba mmalizie mradi wa maji wa basutu hang, ili vijiji vyote na kata zinazozunguka ziweze sasa, maji yamfikie mwananchi nyumbani. Lakini kazi kubwa imefanyika kwenye mradi wa maji wa basutu, tunaiomba wizara, tunakuomba sana ili tupate matokeo sasa kwa wananchi moja kwa moja, tunakuomba ukatusukumie fedha kwenye miradi mikubwa hii mitatu ili tuweze kupunguza changamoto kubwa ya maji ambayo bado ipo. Nitaanza kuongelea kuhusu hoja za mheshimiwa mbunge ambazo kazisema hapa, lakini nitakuja kwenye hoja ya Mheshimiwa DC nitamkumbusha Mheshimiwa Asia Halamga, mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisimama bungeni wiki chache zilizopita, akauliza swali kuhusu huu mradi wa Mogitu Gehandu, kwamba ni lini serikali italeta fedha kwa ajili ya mradi huu kukamilika. Mbele ya wananchi wako na waheshimiwa madiwani wako, napenda kukuletea salamu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya lile swali lako Mheshimiwa, rais aliona na alitupatia maelekezo ya moja kwa moja na tayari tumeleta kiasi cha milioni mia moja na thelathini. Mheshimiwa Waziri wa Maji, Mheshimiwa Juma Aweso ameniambia hili niliseme hadharani nisiseme kule kwenye korido, kwa sababu hamtojua maana ya yeye kusimama bungeni kwamba kuna matokeo gani baada ya kuuliza swali. Matokeo ndio hayo, zimeona r pamoja na na kufanya kazi nzuri sana huyu jamaa, kama alivyosema. Hata mimi hata jana tu amenipigia simu usiku, hachoki kufanya kazi, ni meneja mzuri sana amekuja sehemu nzuri sana, Engineer Kilita ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa Ruwasa sasa hivi Tanzania. Ndiyo kaacha viatu huyu, kaja. Angekuwa mbovu, mngeona kwamba kiatu kinafanyaje, kinapwaya, waheshimiwa madiwani, kinapwaya, manake ni mzuri. Kwa hiyo hakikisha mheshimiwa mbunge pamoja na madiwani wakasimame kupokea hayo mabomba kama ishara ya utekelezaji wa miradi ambayo Mheshimiwa Mbunge ameendelea kuomba.